Elimpanzu, Elimpanzu nimkemia Elimpanzu, Elimpanzu! Nabii ambaye anaanza kufanya miujiza ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa wa Dar es Salaam, wanachinja wanafurahi, kwalikwali kwamba kwa farafa ziko hapa, ni Simba Sports Club

reka pasi ya kubembeleza Simba weka klosi utamdese Mukwala watu wanasubiri serakasi t mbaya hiyo kwa Al Masry. Stivini dese Mkwala Simba na leveli agrigete mbili milioni agrigete mbili sifuri, nyama na unguruma Uwanja Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Simba wao anafanya miujiza Simba anafanya sioezekana. Golikipa Mahmud anashangaa, ini nini? Ini Simba Sports Club falme wanyika. Mohamed Hussein alipokea mali akagawa pasi, sambusa, sambusa ya nyama. Mpanza akamakia pasi upendo mwagape Shrika refu kuliko goli, Steven desemkwala anamchambua golikipa, akiweka bao la pili ndani ya uongozi. Simba anaongoza.